Karibu tena Hunter Recaps, na leo nawarudisha nyuma kidogo mpaka nchini India, na kukumbusha tu usiache kulike video hii na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza punde tu tunapoachia kazi. Hadithi inaanzia katika jiji lenye misisimko la Delhi, India. Kulikuwa na mvulana anaitwa Gaurav, shabiki mkubwa wa nyota maarufu wa filamu Aryan Khan. Upendo wake kwa Aryan ulikuwa mkubwa kupita kiasi, mara nyingi alijaribu kuiga mtindo wa maisha wa mwigizaji huyo, jambo lililowakera watu wengi waliomzunguka, lakini Gaurav hakujali hata kidogo. Ukutani mwa chumba chake kulijaa mabango ya Aryan na kila mara alipouona uso wa mwigizaji huyo alihisi furaha isiyoelezeka. Miaka ilivyopita, Gaurav alikuwa mtu mzima na kufanana kwake na Aryan kukaongezeka, kiasi kwamba watu walimuita Aryan jivunia jina hilo na akaendelea kuendesha internet cafe ndogo aliyokuwa akiimiliki mjini humo. Siku moja alilazimika kufunga cafe mapema kwa sababu alikuwa na tukio muhimu la kuhudhuria. Aliwaomba wateja waondoke, na wakati huo huo rafiki yake wa karibu Neha alifika pale kuandika barua ya maombi ya visa kwa ajili ya safari yake ya kwenda Marekani. Wakati Neha akiendelea kuandika, kundi la wanaume waliingia ndani wakitaka kutazama filamu za watu wazima. Gaurav alikasirika sana na akajaribu kuwazuia, jambo lililosababisha ugomvi mkali. Vita hiyo ilisita tu baada ya jirani kuingilia kati, wakamkemea Gaurav akimwambia aache kujaribu kuwa shujaa kama Aryan kwenye filamu. Neha naye alimwambia kwa upole kuwa alikuwa na wasiwasi juu yake. Usiku huo Gaurav alijiandaa nyuma ya jukwani kushiriki kwenye mashindano ya nyota maarufu yanayofanyika kila mwaka mjini kwao. Kwa sababu ya kufanana kwake na Aryan tayari alikuwa amewahi kushinda mara mbili. Safari hii alikusudia kushinda tena ili apate zawadi ya fedha atakazotumia kusafiri hadi Mumbai kukutana na kipenzi chake Aryan Khan. Wakati zamu yake ilipoadia alipanda jukoani akiwa amevaa kama Aryan na kuigiza kwa ustadi mkubwa. Watu walishangilia kwa sauti, wakimshangilia kwa furaha na kicheko, na kama ilivyotarajiwa, Gaurav alifanikiwa kushinda nafasi ya kwanza akiwashinda washiriki wengine wote. Baada ya mashindano, waliporudi nyumbani, mama yake alimhoji kuhusu mpango wake wa kusafiri kwenda Mumbai bila tiketi. Alionyesha wasiwasi kwamba angekamatwa na maafisa wa reli, lakini Gaurav hakuonyesha hofu hata kidogo. Alitaka kuishi kama Aryan, mtu ambaye alikuwa Kuanza safari yake ya ndoto akiwa hana kitu. Sababu kuu ya safari yake ilikuwa kumkabidhi Aryan tuzo aliyoshinda kama zawadi ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya nyota huyo ambayo ilikuwa baada ya siku mbili tu. Siku iliyofuata kabla ya kuondoka, mama yake alimpa boksi maalum lenye chakula cha kumpelekea Aryan. Kwa kujiamini kwamba safari yake ingewaleta uso kwa uso, Gaurav alipiga picha ya selfie na wazazi wake ili aweze kumwonyesha Aryan baadaye. Njiani kuelekea kituo cha reli, alikutana na Neha. Alimwambia kwa tabasamu kwamba hivi karibuni angekutana na Aryan uso kwa uso. Baada ya kuagana naye, Gaurav aliingia kwenye treni lakini kwa siri, ili kuepuka kukamatwa na maafisa wa usafiri. Safari ilianza vizuri, lakini muda mfupi baada ya kuagiza chakula, mwanaume aliyekaa karibu naye alilalamika kwa maafisa wa treni kuhusu uwepo wake. Walipomkaribia karibu wamshushe na kumfikisha kituo cha polisi, kwa hofu ya kukosa sherehe ya kuzaliwa kwa Aryan, Gaurav alifanya jambo la hatari, alitishia kuruka nje ya treni ikiwa wangejaribu kumkamata. Kitendo hicho angaza maafisa ambao hatimaye walimwachia aendelee na safari yake bila pingamizi. Gaurav alipowasili Mumbai, moyo wake ulikuwa umejaa furaha na matarajio makubwa. Bila kupoteza muda, alienda moja kwa moja kwenye hoteli aliyokuwa ameijifadhi mapema, hoteli ile ile ambayo Aryan Khan aliwahi kufikia mwanzoni mwa taaluma yake ya uigizaji. Kwa Gaurav, hilo lilikuwa jambo la kipekee, kana kwamba alikuwa akitembea kwenye nyayo za shujaa wake. Lakini alipoingia mapokezi, aligundua kuwa chumba alichotaka tayari kilikuwa kimechukuliwa. Kwa kuwa alitaka kukaa pale kwa nguvu, alikubali kulipa mara mbili zaidi ya bei ya ada ili apate chumba hicho. Usiku huo huo saa sita kamili Gorav alisherehekea siku ya kuzaliwa ya Aryan akiwa peke yake ndani ya chumba hicho. Aliweka picha ya Aryan mezani, akawasha mshumaa mdogo na kwa sauti ya upole akasema, happy birthday Aryan. Alimwona si kama mtu wa mbali tena, bali kama sehemu ya nafsi yake mwenyewe, kama kivuli chake halisi. Asubuhi iliyofuata maelfu ya mashabiki walikusanyika nje ya nyumba ya Aryan wakisubiri kumwona. Uwanja mzima ulijaa kelele, mabango na waliokuwa wakiimba nyumbo za kumpongeza Gorav. Akiwa na ujasiri mwingi alijaribu kuingia ndani ya nyumba ya kipenzi chake, lakini maafisa wa usalama walimzuia. Ni waandishi wa habari pekee waliokuwa wakiruhusiwa kuingia. Tukio kama hilo lilikuwa la kawaida kila mwaka. Kama mashabiki wengine, Gorav alianza kupiga kelele, huku akiinua tuzo alioshinda na boksi la chakula alilomletea Aryan kutoka kwa mama yake. Wakati Aryan alipotokea kwenye dirisha, msongamano mkubwa wa watu ulimfanya Gorav angushe tuzo na boksi hilo mkononi kwa alijaribu kuviokota kabla havijaharibika, lakini kitendo hicho kilimfanya akose nafasi ya kumwona idol wake kwa karibu. Hata hivyo, hakujutia chochote. Alijua kuwa kumfikia mwigizaji mkubwa kama Aryan Khan haikuwa rahisi. Baadaye, akiwa kwenye mgahawa mdogo, Gaurav aliona taarifa ya habari kwenye television zikihusu mzozo kati ya Aryan Khan na mwigizaji kijana Sid Kapoor ambaye watu wengi waliamini angeweza kumpita Aryan kwa umaarufu. Katika mahojiano Sid alionekana akimkosoa waziwazi wazi, na akatangaza kuwa angepeleka swala hilo mahakamani. Habari hiyo ilimkera sana Gaurav. Alijiona kana kwamba mtu alikuwa amemdhalilisha binafsi. Kwa hasira aliamua kwenda kwenye eneo la utayarishaji wa filamu la Sid Kapoor na kujifanya kuwa shabiki wake mkubwa. Alimsihi Sid azungumze naye faraghani na baada ya kushawishiwa, Sid akakubali, lakini mambo yakabadilika ghafla mara tu walipoingia ndani. Gaurav alimfunga Sid na kumlazimisha kurekodi video ya kuomba msamaha kwa Aryan kwa kauli zake kwenye television. Video hiyo ili ilipochapishwa mtandaoni watu wengi waliitazama kwa hashango, lakini bahati mbaya, Aryan alidhani kuwa Sid alikuwa anatafuta umaarufu kupitia tukio hilo. Kesho yake meneja wa Aryan alimletea nakala ya video halisi iliyotumwa na mtu alidai kuwa Aryan Junior. Ndipo Aryan akapata shauku ya kujua ni nani kijana huyu alijitangaza kwa jina lake. Akamtafuta Gaurav kwenye simu na kumuuliza alipo. Baada ya Gaurav kujibu kwa heshima, Aryan alimwambia atamtumia dereva kumchukua ili wakamkutane. Gaurav alifurahi kupita kiasi. Alikuwa kana kwamba ndoto ya maisha yake inatimia. Alipiga simu kwa wazazi wake na kuambia kwa furaha kuwa hatimaye angemkutana na kipenzi chake, lakini furaha hiyo haikudumu. Muda mfupi baadaye, polisi wawili walifika hoteli ni kumkamata wakimhusisha na tukio la Sid Kapoor. Gaurav akiwa na hofu ya kukosa miadi yake na Aryan, alikimbia kupitia dirisha akijaribu kutoroka. Alidhani ameponea, lakini baada ya muda mfupi polisi waliokuwa wakimfuata walimkamata mitaani. Kituoni alipigwa na kuumizwa vibaya. Ilibainika kuwa polisi walikuwa wamepokea agizo la Aryan kumtia mbaruni bila kumdhuru, lakini walizidisha nguvu. Baada ya Gaurav kuzuilia kwa siku mbili, Aryan aliwaagiza wamnunue tiketi ya ndege ili arudi Delhi moja kwa moja kati Aryan Khan alipokutana ana kwa ana na Gaurav, alishangaa sana. Hakutegemea kuona uso uliokuwa sawa kabisa na wake, kana kwamba alikuwa anaangalia ndugu yake wa damu. Kwa sekunde chache, Aryan alibaki kimya akimkazia macho yule kijana alionekana kama kivuli chake, lakini hakukuwa na hisia za furaha, bali mchanganyiko wa wasiwasi na hasira. Alikuwa amekuja si kwa ajali, bali kuthibitisha kwamba kile ambacho Gaurav alikuwa amekifanya, kumteka Sid Kapoor, kilikuwa kitendo cha jinai. Alimwambia kwa sauti tulivu lakini yenye a kwamba tabia kama hiyo ingeweza kuwatia hofu wazazi wake na kumharibia jina lake mbele ya dunia. Maneno hayo yalimvunja moyo Gaurav kabisa. Moyo wake uliokuwa umejaa upendo wa kipofu kwa Aryan uligeuka ghafla kuwa maumivu. Aligundua kwamba polisi waliomkamata walikuwa wameagizwa na Aryan mwenyewe. Kwa hasira na kibri alimwambia, wewe hungekuwa chochote bila sisi mashabiki wako, mimi ndiye niliyekujenga Aryan. Baada ya kushikiliwa kwa siku mbili gerezani, Gaurav aliachiliwa huru. Bila kusema neno, aliondoka Mumbai na kurudi Delhi akiwa amejawa na maumivu, aibu na tamaa ya kulipiza kisasi. Hakumwambia mama yake wala baba yake kuhusu kile alichokipitia. Kesho yake Gaurav alifanya uamuzi wa ghafla, aliuza internet cafe yake. Aliwambia majirani kuwa anataka kuwekeza pesa zote alizopata, lakini moyoni mwake alijua ukweli: maisha aliyoyajua yalikuwa yameisha. Alikusanya mabango yote ya Aryan yaliyokuwa ukutani kwake, akayachoma moto moja baada ya jingine. Alitazama jinsi yalivyoteketea kwa moto mkali, na kwa mara ya kwanza akahisi amani ya giza ikimvamia. Upendo wake kwa Aryan ulikuwa umekufa. Kile kilichobakia ndani yake sasa kilikuwa ni hasira, chuki na kiu ya kisasi. Mwaka mmoja baadaye, katika jiji la London, Aryan alikuwa amepangwa kushiriki kwenye hafla kubwa iliyoandaliwa na kampuni maarufu ya magari. Baada ya hapo, alitarajiwa kuruka hadi Dubrovnik kuhudhuria harusi ya mfanyabiashara mashuhuri Bwana bushiani kisha kurejea London kwa onyesho jingine la muziki. Katika mahojiano, Aryan alisema kwa tabasamu kwamba London ni mojawapo ya miji anayoipenda zaidi duniani, lakini bila yeye kujua mtu mmoja alikuwa tayari humo. Gaurav tayari kimya kimya alikuwa ameanza mpango wake wa kulipiza kisasi. Alianza safari yake kwa kukwenda kwenye makumbusho ya Madam Tussauds ambapo sanamu ya nta ya Aryan ilikuwa mojawapo ya vivutio vikubwa zaidi. Alipofika pale, msichana mdogo alimchanganya na Aryan halisi, na muda mfupi baadaye, watu wengi wakamzunguka wakitaka picha naye. Gaurav alicheka akisimama kando ya sanamu ya Aryan na kufanya utani wa kuonyesha huzuni, kitendo kilichowachekesha wote waliokuwa wakitazama. Lakini ghafla hali ikabadilika kwa kasi ya mshangao Gaurav alimteka mmoja wa walinzi wa makumbusho na kumtishia na silaha ili aweze kutoroka. Ulikuwa mwanzo wa mchezo wa hatari. Baada ya kutoroka, alibadilisha kabisa mwonekano wake, nywele, mavazi na hata sauti yake. Alitaka dunia iamini kwamba Aryan ndiye aliyehusika. Wakati huo huo, Aryan mwenyewe alikuwa akifanya mazoezi ya jukwani kwa ajili ya onyesho lake lijalo. Ghafla meneja wake akaingia akiwa na uso wa hofu. polisi wa kuhapa akamwambia, kwa haraka, wanataka kukuona kuhusu tukio lililotokea kwenye makumbusho. Aryan sita alidhani ni mzaha, lakini muda mfupi baadaye alipewa hati ya kukamatwa. Alitaribu kueleza kwamba hakuwa yeye aliyefanya tukio hilo, kwa kuwa wakati linatokea alikuwa nyumbani peke yake, lakini hakukuwa na mtu yeyote aliyeweza kuthibitisha hilo. Kauli zake zikaonekana kama visingizo tu. Alipelekwa kituo cha polisi na huko akaonyeshwa video ya tukio hilo. Kamera za usalama zilionyesha uso wake wazi wazi, lakini Aryan alijua ndani ya moyo wake huyo hakuwa yeye. Aliendelea kujitetea lakini kwa kuwa ushahidi wa ono ulikuwa dhidi yake, polisi Alimshukumu kuwa ndiye mhalifu mkuu wa tukio hilo. Wakati huo huo, Gaurav, ambaye bado alikuwa huru, aliondoka London kimya kimya akiwa na utambulisho mpya na mpango kamili wa kulipiza kisasi. Alianza safari yake kuelekea Dubrovnik. Siku iliyofuata kwa msaada wa wakili wake na kwa kuingilia kati kwa serikali ya India, ambayo ilimtuma mtu maalum kumsaidia Aryan Khan, aliweza kupata dhamana ya muda, yani parole. Hata hivyo, kutokana na tukio hilo kugeuka kuwa tatizo la kidiplomasia kati ya India na Uingereza, Aryan alilazimika kuthibitisha haraka kwamba mtuhumiwa aliyefanya vurugu kwenye makumbusho hakuwa yeye. Alipowasili uwanjani, Aryan bado alikuwa amechanganyikiwa, akijiuliza ni nani aliyekuwa amejifanya kama yeye hakuwa bado ametambua kwamba Gaurav ndiye aliyekuwa nyuma ya kila kitu. Lakini akiwa ndani ya ndege, ghafla alipokea simu kutoka kwa Gaurav ambaye alimwambia amuombe msamaha kwa kile alichowahi kumfanyia zamani. Kwa sababu Aryan alikataa kuomba msamaha, Gaurav alimtishia kuwa ndani ya siku mbili tu angeharibu kabisa taaluma yake. Bila kuonyesha woga wowote, Gaurav aliongeza kusema kuwa yeye pia alikuwa mjini Dubrovnik, tayari kuendelea na mpango wake wa kisasi. Baada ya simu hiyo, meneja wa Aryan mshauri aombe msamaha ili swala hilo liishe, lakini Aryan alikataa. Kwa sauti ya uthabiti alisema kuwa anataka kumwonyesha Gaurav ni nani anayemkabili na kwamba hawezi kuendelea kufanya mambo ya ajabu bila kujali. Kwa hiyo Aryan aliwaamuru walinzi wake wachunguze vitambulisho vya wafanyakazi wote watakaohusika kwenye onyesho hilo, lakini kwa kuwa Gaurav alikuwa amebadilisha sura na utambulisho wake haikuwa rahisi kumtambua. Walipofika katika nyumba ya bwana Bushiani, Aryan alikasirishwa na maneno ya mwenyeji huyo aliyemlaumu moja kwa moja kuhusu tukio la London kwa ushahidi uliokuwa umeenea mtandaoni. Bwana Bushiani aliamini kabisa kwamba Aryan ndiye aliyekuwa mhusika wa makosa hayo, hata alimwambia wazi kuwa kama angeharibu harusi ya binti yake angemuua. Licha ya matusi hayo, Aryan alijizuia na kuamua kubaki mtaalamu na kutimiza wajibu wake. Kabla ya onyesho kuanza, aliwaamuru walinzi wake wachunguze vitambulisho vya wafanyakazi wote watakaohusika kwenye onyesho hilo, lakini kwa kuwa Gaurav alikuwa amebadilisha sura na utambulisho wake haikuwa rahisi kumtambua. Muda mfupi baadaye, wakati Aryan akifungua barua kutoka kwa mashabiki, alishtuka alipokutana na barua moja iliyomlazimisha aombe msamaha. Ndipo akaelewa kwamba Gaurav alikuwa amejificha kama mmoja wa wafanyakazi wa onyesho hilo. Bila kupoteza muda, Aryan aliwaamuru walinzi wake wamtafute Gaurav mara moja. Walipogundua kuwa chumba cha mapambo ndicho pekee kisichokuwa na kamera za usalama, walienda huko kwa haraka. Lakini walipofika, Gaurav hakuwepo tena. Kile walichokikuta ni ujumbe uliokuwa umeandikwa kwenye kioo na Gaurav uliomfanya Aryan ajazwe na hasira. Muda mfupi baadaye Aryan aliitwa na mmoja wa waratibu wa hafla akimwambia kuwa familia ya Bushiani ilikuwa ikimsubiri. Aryan akaenda katikati ya ukumbi na kumwalika binti wa Bushiani kucheza naye mbele ya wageni wote, lakini wakati huo huo mmoja ya watu wa Aryan alipokea taarifa kuwa Gaurav alikuwa kwenye korido pamoja na binti huyo huyo. Ndipo wakaelewa mtu aliyekuwa akicheza naye hakuwa Aryan bali ni Gaurav mwenyewe. Aryan alikimbia haraka kuelekea huko, huku upande wa pili Gaurav akiendelea na mpango wake wa kisasi. Alimshika vibaya binti wa Bushiani kwa makusudi, akimfanya ajisikie vibaya sana. Wakati binti huyo alipomwambia baba yake kuhusu tukio hilo, Gaurav alifanikiwa kutoroka kimya kimya. Wakati Aryan Khan alipojitokeza kwenye eneo la tukio, bwana Bushiani alimwona na mara moja akamshutumu hadharani kwamba ndiye aliyemnyanyasa binti yake. Aryan alijaribu kueleza kuwa siyo yeye aliyefanya kitendo hicho, lakini kwa kuwa hakuwa na ushahidi wa kutosha hakuna aliyeamini maneno yake. Bwana Bushiani akiwa na hasira kali, alimfukuza Aryan kutoka kwenye sherehe yake. Baada ya muda mfupi, Aryan na timu yake walipokuwa wakiondoka nyumbani kwa Bushiani, Aryan aliona neno sorry limeandikwa kwenye ukuta katikati ya umati wa watu. Mara moja alitambua kuwa huo ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Gaurav. Bila kusita alitoka kwenye gari na kuanza kumkimbiza Gaurav. Kwa ujanja na kasi, aliweza kumkimbia Aryan hadi pale alipokamatwa kona, lakini badala ya kujisalimisha, aliruka baharini akitumia maji hayo kama njia ya kutoroka. Baada ya tukio hilo, Aryan alianza maandalizi ya onyesho lake mjini London, lakini ghafla meneja wake alimjulisha kuwa onyesho hilo lime ikotwa na familia ya Bushiani kwa hiyo hakukuwa na hata mtu mmoja aliyekuja kumtazama. Akiwa amejawa na hasira na kukata tamaa, Aryan alizima simu yake kabisa, ili Gaurav asiweze tena kumpigia. Wakati huo matokeo ya uovu wa Gaurav yalikuwa makubwa. Sifa na heshima ya Aryan ziliharibiwa kwa muda mfupi sana. Mitandaoni na mitaani watu walifurika wakimtuhumu Aryan, wakimtaka awajibike kwa kosa ambalo hakulifanya. Tatizo hilo halikuishia hapo. Aryan alipowasiliana na polisi wa India kuomba msaada wa kumkamata Gaurav, waliambia kuwa hawana mamlaka kwa sababu kosa hilo halikutokea nchini mwao. Wakamshauri arudi India ili uchunguzi uendelee kwa mujibu wa sheria, lakini kabla ya kurudi Mumbai, Aryan aliamua kufanya mkutano na waandishi wa habari. Katika hotuba yake alisisitiza kwa msimamo kuwa hakuwa yeye aliyefanya uhalifu huo na akaomba muda kidogo ili amkamate mwenyewe mtuhumiwa halisi. Hata hivyo, Aryan alikataa kumtaja jina Gaurav hadharani. Mwandishi mmoja akamcheka akifanya mzaha juu ya tukio hilo la udhalilishaji, jambo lililomkasirisha sana. Kwa sauti nzito na uso wa hasira, Aryan alisema kuwa hana haja ya kuthibitisha kuwa yeye ni msafi, bali ba anataka kuonya ulimwengu mzima kwamba mtu huyo Gaurav anaweza kufanya chochote kwa mtu yoyote kwa urahisi wa ajabu. Juni hiyo, waandishi wa habari pamoja na baadhi ya maafisa wa polisi walionekana wakiwa mbele ya nyumba ya Aryan Khan wakisubiri kurejea kwake. Kwa sababu hiyo, Aryan aliamua kutopita kwenye mlango mkuu, bali akaingia kupitia mlango wa nyuma. Hata hivyo, alizuiwa na mlinzi wake mwenyewe, lakini kwa msaada wa mkewe aliruhusiwa kuingia ndani, kwa kuwa alikuwa na uhakika kwamba huyo ndiye mume wake wa kweli. Cha kusikitisha, haikuwa hivyo. Mtu huyo hakuwa Aryan, bali ni Gaurav, jambo lililothibitishwa wazi na tu Aliyokuwa nayo kwenye begi lake. Muda mfupi baada ya Gaurav kuingia ndani ya nyumba ya Aryan, mke wa Aryan alimkumbatia kwa furaha, lakini hapo ndipo alipotambua kwamba huyo si mumewe. Aligundua kwa sababu umbo na mtazamo wa Gaurav vilikuwa tofauti kabisa na vya Aryan. Hata hivyo, ili asimtie Gaurav wasiwasi, alijaribu kubaki mtulivu. Wakiwa wote wawili chumbani, alichukua bastola iliyokuwa kwenye kabati, akinuia kumtishia, lakini hakuweza kufanya chochote kwa kuwa binti yake alikuwa amelala mikononi. Alimwambia kuwa hana tatizo lolote na yeye wala mtoto wake, na wala hana nia ya kuwadhuru. Alimwomba tu ampeleke kwenye ofisi ya Aryan. Baada ya kuingia huko, Gaurav alianza kutazama kwa makini tuzo zote zilizokuwa zimepangwa ukutani, kisha akaanza kuvunja kila kitu, huku akikiri kwamba kwa muda wote huo alikuwa akimwabudu Aryan Khan kama shujaa wake. Alisema ndicho kilichomsukuma kupambana na Sid kwa puku kwa bidii, lakini alipohisi kwamba Aryan alimchukulia tendo hilo la upendo kama uhali. Gaurav alidai kwamba Aryan ndiye muhalifu wa kweli kwa kuwa aliwajeruhi kihisia mashabiki wake waaminifu, kisha akaondoka. Muda mfupi baadaye, Aryan Khan halisi alipowasili nyumbani, afisa aliyekuwa zamu alionekana kushangazwa mno. Kutokana na uso wake ulivyoonyesha mshangao, Aryan alihisi kwamba Gaurav alikuwa ameingia ndani. Alipoona uharibifu katika ofisi yake, alimwambia mkewe kwamba hataki kuripoti swala hilo kwa mamlaka kwa kuwa hawatokuwa tayari kumsaidia. Aliahidi kulimaliza wenyewe hata kama ingetakiwa kutumia nguvu kumfundisha Gaurav adabu. Kesho yake wakati Gaurav akiwa anaangalia mkutano wa wanahabari wa Aryan kwenye televisheni, ghafla alipigiwa simu na mama yake akimtaka arejee nyumbani. Kumbe Aryan alikuwa nyumbani kwao, alifika huko peke yake bila ulinzi wowote. Hata hivyo Gaurav alikataa kukutana naye kwa sababu alihisi Aryan bado anamdai msamaha. Gaurav alimtaka Aryan kushiriki katika shindano la Super Star lililokuwa linafanyika kijijini usiku huo na mbele ya watu wote amuombe radhi. Pia alimwonya kuwa kama angejaribu kuumiza wazazi wake, yeye pia angemdhuru mke na watoto wa Aryan. Baada ya kusikia tishio hilo, Aryan kalimwambia baba yake Gaurav kuwa mwanao alikuwa amevuka mipaka. Baba yake Gaurav alieleza kuwa mwana wao alikuwa mvulana mwema hadi alipokutana na Aryan na kuanza kupagawa naye. Hata hivyo, mama yake Gaurav alisema haikuwa kosa la Aryan, bali lao wenyewe kama wazazi. Alisema mtoto wao alikuwa anafuata mfano mzuri wa Aryan ili apate kuolewa na msichana aliyempenda. Lakini kama kweli Gaurav alikuwa na hatia, basi aliruhusu Aryan kumpeleka gerezani, akimsihi tu kwamba asimuue. Yoni hiyo Aryan Khan pamoja na wazazi wa Gaurav walionekana kwenye uwanja wa shindano hilo. Gaurav alikuwa katikati ya umati akifuatilia tukio hilo akitarajia kuona Aryan akiomba msamaha hadharani kama alivyoagiza. Wakati huo, Neha alifika kwenye eneo hilo na kumwona mwanaume aliyedhani ni Gaurav. Kwa furaha, alimkaribia ili kumwambia kuwa amefanikiwa kumpatia visa ya kusafiri Marekani, lakini alipomfikia karibu aligundua kuwa huyo hakuwa Gaurav bali ni Aryan. Wakati Aryan alipomgeukia alimweleza kila kitu na kumwomba ashirikiane naye katika mpango baada ya muda Aryan alipanda jukwaani. Badala ya kuomba msamaha kama Gaurav alivyotaka, alianza kumwiga Gaurav mbele ya umati mzima. Kisha alimwalika Neha kupanda jukwaani na kumkiri hadharani kuwa anampenda, akijua fika kwamba muda wote Gaurav hakuwa na ujasiri wa kufanya hivyo. Neha naye alijifanya kuto kujua kinachoendelea Aryan. Kisha alitumia ujanja kumtega Gaurav kwa kutangaza mbele ya watu wote kwamba mtu aliyefanya makosa mbalimbali mbali huko London kwa jina la Aryan Khan alikuwa si mwingine bali ni Gaurav mwenyewe. Baada ya kusikia hayo, Gaurav alijawa na hasira kali na kwa hasira akapiga risasi kuelekea kwa Aryan. Risasi hiyo iliwatisha watu wote waliokuwepo, na umati ukaanza kukimbia kuokoa maisha yao. Wakati huo mama yake Gaurav alipomwona mwanaye alihuzunika sana na kumtaka ashuke jukwani mara moja, lakini Gaurav alikimbia badala ya kutii. Aryan aliamua kumfuata na mwishowe wakakutana kwenye eneo la ujenzi lililo karibu hapo. Ndipo pambano kati ya Aryan na Gaurav lilipozuka, mapambano makali yaliyojaa hasira, maumivu na majuto. Baada ya muda, Aryan alimshinda na kumwambia kuwa mchezo umeisha. Kwa sauti ya upole alimshauri Gaurav awe mtu mwema kwa ajili ya watu wote anaowapenda, ili kumaliza chuki iliyokuweko. Aryan alimweleza ukweli kwamba yeye pia ni binadamu wa kawaida mwenye majukumu mengi na si kila wakati anaweza kuonana na mashabiki wake wote. Aliendelea kumwambia Gaurav aanze maisha mapya, kwa kuwa yeye mwenyewe si kivuli cha mtu mwingine. Lakini kwa bahati mbaya, Gaurav alihisi matumaini yake yote yamefutika. Akiwa amekata tamaa, aliamua kujiua. Ingawa Aryan alijaribu kumshika mkono kumzuia asianguke, Gaurav aliamua kuachia kwa makusudi na kuanguka hadi Kufa. Hata baada ya heshima yake na jina lake kusafishwa, Aryan bado alihisi huzuni kubwa alipoona taarifa ya kifo cha Gaurav kwenye television. Ndiyo maana wakati meneja wake alipomjulisha kuwa mashabiki wake wamekusanyika nje ya nyumba yake, alitoka mara moja kuwasalimia kama alivyokuwa akifanya kila mwaka. Alipowaona, alitabasamu na kuinua mikono yake juu kuwapa ishara ya upendo kana kwamba alimwona Gaurav miongoni mwao. Tofauti na zamani, safari hii Aryan aliahidi moyoni mwake kwamba asingewahi tena kuwaruhusu mashabiki wake kujisikia kama Gaurav kupendwa, lakini bila kuonekana. Na huo ndo mwisho wa stori yetu. Nawakumbusha tu mkinipa likes za kutosha mtakuwa mmetisha kinoma noma. Kulikuwa nami Hunter Recaps, hadi wakati mwingine bye. bye.